Na jana mmeona kuna mwenyekiti wa serikali mtaa pale Oysterbay kwa kushirikiana wenzake, walikamata baadhi ya wachina ambao walikuwa na transactions nyingi zikiwa hazieleweki zinafanya kazi gani. Mtu mmoja akaniuliza sasa, je, kama ni hela halali? <laughs> nikasema tatizo lenu, nchi hii ni nzuri na imejenga sheria nzuri sana, lakini amsom hivi, kwenye sheria za fedha kukaa na zaidi ya milioni kumi keshi ni inakubalika? Sasa mnajua hilo sasa. We uko na mihela pale mingi pale, tukikuuliza hebu tueleze vizuri hii ni mauzo ghafi au ni faida jastfaa. Yes, hilo tu, ili tueleze vizuri. Kama ni faida tujue na kama ni mauzo ghafi tujue ni shingapi, afu tuone je ulikata risiti uli, uli, uli omba risiti je, yeah, ulilipa kodi ya serikali? Hilo tu, lakini mungekuwa mnasoma vizuri sheria za nchi hii hata milioni kumi tu keshi Unazima ni, ni kinyume cha sheria. Kuwa nayo hivi wewe unatoka nayo wapi? Mbona tuna mabanki yako? Ina e, ndio maana na hela ikiingia hata milioni kumi, haina maelezo. Watakwambia benki tunaomba maelezo. Njoo mara moja tuombe maelezo. Hiki ni nini? Kama umeuza ardhi tunaomba mkataba. Kama umeuza ardhi tunaomba tax clearance. Kama umefanya nini tunaomba jambo hili. Yaani wanakuruhusu kuchukua milioni kumi yako. Kwa hiyo, mwenyekiti, tunahitaji pia muendelee kuwa msaada mkubwa kwa wananchi mnaowaongoza. Msije mka conspire na wahuni wala msije mka conspire na watu ambao wanaweza kuleta madhara ma, makubwa ya maendeleo katika taifa letu. Mimi leo nikisikiliza taarifa hii, kichwa kinakuwa cha moto ghafla. Sasa kwa sababu ni mambo ya kisheria ngoja nini taratibu kwenye mambo ya kisheria, hafu tarudi tu sawa sawa. Jamani, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asante yes. yes. sana yes. yes. yes. yes. yes.